amepewa suspension kidogo na management e, kupisha uh, utulivu kidogo, kwa sababu jana baada ya mchezo hali ilikuwa nzuri, baadhi ya wachezaji walionyeshwa kutorizishwa na kiwango chake. Kwa hiyo, moja kwa ajili ya e, kuituliza akili yake na usalama wake yeye kama mchezaji, lakini mbili ku, kujaribu kutazama e, nini kilikuwa nyuma ya kile ambacho kilitokea, ile performance yake kwao. Ni kweli, kinachozungumzwa, kipo, bwana mwandishi Yani kwamba baada ya mzozo kwamba kuna wachezaji walitaka wa kumpiga y yeah, kulikuwa kuna vurugu kidogo n yani, sitaki kusema walitaka kumpiga, lakini e, hapakuwa na, na hali nzuri ya, ya kimaelewano baina yake na wachezaji wenzake. Hata kauli ya, ya kocha kocha mkuu akizungumza kwamba yani kwamba hmm. magoli ambayo ameruhusu kana kwamba kama amewapa magoli ya kupeana, hauoni ha, kana kama pia hata kocha mwenyewe moja kwa moja amemwataki mlinda mlango huyo. Uh, sasa unajua kocha ni, yeye ni, ni mtu ambaye anadili na issue za kiufundi hmm, na ni ndio kiongozi mkuu wa timu inapokuwa uwanjani. Kwa hayo ni maoni yake. Nafikiri wakati mwingine anaweza kamezungumza kama mwalimu lakini kazungumza kama binadamu tu kawaida ambaye ana hisia zake kutokana na kile ambacho kimetokea jana. Kwa hiyo, uh, nafikiri hayo tu yaache kama yalivyo na hizi taarifa za kukua na, na, na, na, na, na, e, kuna mnachunguza -mna ni uh, kwamba kuna taarifa ka kwamba kama kuna chemchemi za rushwa hizi pia, hizi uh, pia zikoje sasa? Unajua, unajua rushwa ni, nafikiri ni hatua ndefu zaidi kuzungumzia hilo, na ndio nimesema tumempa tumempa tume tume kwa ajili ya kuchunguza situation yote, yote ambayo imetokea eh, kwa nini wenzake labda walihisi kwamba eh, alikuwa na na low performance na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo rusha ujue ni, ni, ni eneo jingine kabisa Mwandike. Kwa hiyo kama rusha maana yake mimi itabidi nithibitishe hapa kitu ambacho kisheria si sawa. Sasa mimi pia sio mwanasheria kwenye hiyo. Kwa muda gani mmemsimamisha? Ah, ni muda tu kidogo mambo yakisha kuwa sawa hata anaweza kurejea kwenye timu kama viongozi wataona ipo haja kufanya hivyo. Lakini mengi yanazungumzwa kwamba mbona makosa kama haya mara nyingi amekuwa akiyafanya huyu golikipa kwa nini iwe kwenye mechi ya, ya, ya jana? Sasa ndo maana nimesema, uchunguzi unachunguza vitu vyote hivyo. Kama imekuwa ni ya kujirudia rudia, basi uchunguzi huo e, uta, uta, ambao utaambatana pia na kamati ya maadili e, unaweza na, ukaja na, na majibu sahihi kwamba ni kwa nini amekuwa na changamoto hiyo ya makosa kujirudia rudia. Naam. Now, uh, uh, kwenye rekodi zangu nakumbuka huyu ni mchezaji wa tatu kusimamishwa wa Fountain Gate msimu huu, sijui niko sahihi? Yes, yes uko sahihi. Yes, kwa sababu kuna Fikiri Bakari ambaye mliweza kumsimamisha pamoja na Habari Kasim na wale, wa, wale wawili walisimamishwa baada ya ile mechi ya Pamba eh. mm. Sasa huu umekuwa ni utaratibu wa kuwa discipline wachezaji pale wanapofanya makosa ya kibinadamu kwenye timu yenu, kwa sababu makosa haya hayatoishia leo na inawezekana yeah, tu mechi nyingine tena, mwingine akafanya makosa kama hayo, mnaona, hii ni of course ni wachezaji wao ndo wanakuwa na kuweza kupanic, kuamini kwamba wenzao hawajawatendea haki, hawajafanya makosa ya kibinadamu, na kwa namna ambavyo kwa mnavyo hukumu hivyo, au kwa kutoa hizo hukumu kwa sababu ya kuona kwamba kosa walilofanya hastahili kusamehewa ama kupewa nafasi nyingine, huu uh, ni utaratibu wa klabu. Uh, sisemi kama ni utaratibu wa klabu, kwa sababu ishu ya adhabu ni ishu ambayo ipo kwenye jumuiya yoyote. Inapotokea mtu ame misbehave eh, basi kanuni ambazo zimewekwa uh, kwenye kwenye kwenye zile zile, zile taasisi ndizo ambazo wa zinafuata, eh, miongozo yake ndio inaelekeza nini kifanyike kama kunakuwa kuna ishu ya misbehaving. Kwa hiyo eh, sitaki niseme kwamba ni, Ambacho sisi tunatamani kiwe kinatokea ili tuwe tunatoa hizo adhabu adhabu, lakini inapotokea mtu mtu mtu kama kama kama misbehave anapaswa kuadhibiwa. Sasa John Noble kama misbehave <laughs> Mimi nimesema sijazungumzie issue tu ya John Noble ah, okay. Sija, nime, nime, generalize sija ah, target mtu, nimesema jambo e, jambo la adhabu ni jambo la ni kawaida kwenye taasisi yoyote mm, inapotokea mtu kama misbehave maana yake ya lazima adhibiwe. Kama unaona sisi tuliwaadhibu watu, maana yake kuna nyakati hapa, mshawahi kusikia viongozi wanasema tutatembea na kirungu, tutawapiga wachezaji. Ni vitu vya kawaida tu ambavyo vinatokea yes. kwenye mpira mm. ni sahihi kabisa, sababu hata Azam waliwahi kuwasimamisha baadhi wa wazaji wao watatu, walikuwa Agle Morris, Elasto Nyoni, pamoja na Dida Munishi. Eh? Ya, kwa manake ni vitu vya kawaida, ni vitu vya kawaida kabisa. Aha. Bwana Nesa vipi washakupelekea jezi? Ulisema kwamba wanavaa. Wameogopa kaka. Eh? Wameogopa. Sasa wameona kwamba tuliwakamata, Sheikh hadi dakika 38 hana shot on target, ama fikiri ni jambo jambo jepesi lile. Eh? Kwa hiyo mliwakamata. Kwa hiyo ndo maana wameogoma kupeleka jezi, kukupa jezi ya upande. Kwa kama atakaka sema ndo hivyo tu, mambo sio mambo, mambo binadamu pia, unajua timu timu inavyofanya makosa ndivyo ambavyo inaadhibiwa. Kwa hiyo tulifanya makosa zi timu tukaadhibiwa. Kwa hiyo dakika hizo ambazo mmekuwa me, me, na wakati mzuri, lakini mpia si dakika 90, kwa kushika dakika 30, tumekuwa imekuwa kwamba mmewakamata Nyimbo iko nazo ngapi? Nazo mbili sha upande mmoja. Kwa hiyo ingekuwa sio yale mabao ya haraka haraka kwa mlinda mlango ule, mgetoka na kitu. Ukiondoa hayo mawili, mbona kipa mwingine alingia naye kafungwa pia haraka mbili? Sasa sio makosa ambayo, ambayo, msingefungwa yeye mimi mimi, mimi siamini kwenye hilo. Mimi naamini eh, makosa yanafanywa na timu Koyang... kabla mpira kabla mpira hujamfikia Nobo, kuna madhambi yalifanyika huku ambayo hayafanywa na Nobo. Kwa Yanga, bahati yao e, ni bahati yao tui tu kaka, eh ni bahati yao kaka, waombe dua, washukuru, waombe dua, wachome ubani <laughs> lakini mlipigwa tano hapa hapa kwenye kwenye Dar es Salaam, mlipigwa tano hiyo zilipendwa, hizo hizo zilipendwa kaka, sasa zilipendwa yale ya tano ni zilipendwa, lakini timu yako ina ubavu wa kuifunga wa kuifunga Yanga yani, ukiondoa haya makosa ya, ya, ya, ya mlinda mlango timu, hakuna timu ambayo haifungiki duniani lakini Fountain Gate, kasi kama imeshuka hivi na ukilinganisha na, Young Africans ambao wanafanya vizuri kwa hivi sasa wana kasi ligi ngumu sana, mm. Sana mwisho wa siku chuma nne pale pale kwa raha mpira kaka, mm. Wa mashabiki endelea kutuombea dua, uh, kutuombea dua mechi, mechi bado tatu zimesalia, nafasi yetu sio nzuri sana kwa hiyo E, tukishikamana kwa pamoja nafikiri tutafanikiwa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.